Mambo vipi ewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House, Dax Media. Na, ni matumaini yangu kwamba uko fresh, uko poa, uu uh, uhali wa afya tele tele iliyojawa na baraka za Mungu. Sasa moja kati ya taarifa ambazo zimeweza kutujia kufuatia majira ya usiku wa kuamkia siku ya leo uh, ni taarifa ambazo tumezipokea kwa masikitiko makubwa za kupotelewa na, na TikToker maarufu sana ambaye anajulikana kama Dati au Mrs. Sharo amefariki dunia usiku wa kuamkia siku ya leo ambapo jinsi kama unavyomuona huyu hapo kama uwe kutazama video zake, nitakuwekea klipu zake hapo uweze kumuona vizuri hapo mwishoni. Lakini kuna taarifa ambazo watu wenzake ma TikTokers walikuwa live, wakizungumzia namna jinsi wanavyotakiwa waende katika msiba ule wa TikToker huyu e, Dati. Sasa mbali na hayo yote, ni nitakusomea kile ambacho kimeweza kuandikwa na stories za town kupitia page yao za Instagram. Waliweza kuposti lakini pia wakaandika kwamba kupitia TikTok live ya TikTok maarufu Dati au Mrs. Sharo amefariki dunia usiku wa kuamkia siku ya leo. Sasa kuna maongezi ambayo ilikuwa anaendelea kati ya matiktokers wenzake wakijadili ni kwa namna gani eh, wanaweza kufika katika msiba huo na vitu kama hivyo walikuwa anaongea kwa kweli ili jambo limeweza kuumiza watu wengi sana. Maana Dati alikuwa eh, ni mtu mcheshi hata ukipitia katika peji yake ya TikTok. Nafikiri utaweza kumuona. Alikuwa ni mtu poa sana aringi na vitu kama hivyo. Taarifa mbali mbali na doti mbalimbali tutakuletea hapa hapa Dax Media. Hapa hapa na msikiliza kile ambacho walikuwa nakiongea TikToker wenzake kufuatia live yao ambao walikuwa wakimjadili TikToker huyu Dati ambaye kwa sasa tuko naye tena. Mungu ailaze roho ya marehemu alipea mapeponi Amina. Sikiliza hichi ambacho alikuwa nakiongea, baada ya hapo utaweza kushusha maoni yako kupitia comment section. Kati ya saa saba, saa 7 au saa kumi Mwende mapema itakavyokuwa saa nne, tuwe pale, hawacheleweshi wale. Inategemea usikuti labda, ana kuna mtu ambaye lazima afike ndoa. Unajua familia zetu za Kiswahili wewe, Waislamu sla ni mwenyewe Mwislamu, sitaki tupoe lakini kuna mazingira ya malezi na makuzi. Mama, nimepewa namba eti Dati amefariki kweli? Una namba gani ya mtu wa karibu wa Dati? Mimi nataka kwenda sasa hivi kwao, naomba nitumie. Ni nani yake? Ni dada yake au ni nani yake? Ni kati ya saa saba au saa kumi Mwende mapema kwenda kadi itakavyokuwa saa 4 tuwe pale, eh yani hawacheleweshi wale. Mm, inategemea usikuti, labda ana kuna mtu ambaye lazima afike ndoa, unajua familia zetu za Kiswahili wewe. Eh bwana, mambo vipi? Kwa jina naitwa kidemu cha TikTok, au vipi? Jamani, mashabiki zangu, ndugu zangu wote, napenda kuambia kwamba baadaye itakuwepo Zanzibar moja kukutane Zanzibar. Oya, naenda kuangalia game ya hatani jamani, mimi ni Yanga, ila naenda kuangalia watani zangu watatoboa. Bye, kukutane zenji, zenichaor mwanangu, chakausa <coughs>